Kwa kuingia NSL ni changamoto nyingi sana tumepata katika timu yangu ya Diani Queens. Tumepitia mikosi mingi sana lakini Mungu ametusaidia mpaka pale mali kwa tumefika, nametuwezesha na tumepata ushindi. Tumecheza division 1 ya kwanza tukashindwa, tuka na tukukata tamaa, tukaendelea tena nahii ya pili na tukawini Alhamdulillah. Hiyo acha nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu cha pili nashukuru Mungu pia zaidi kwa kutuwezesha makigazi wangu kwa kuwa na ile moyo wa kucheza mpira katika hii kaunti ya Kwale ya. Na kitu cha tatu, acha nishukuru kaunti kwa kutusaidia na, na usafiri na vitu vingine tu hapo, lakini pia tunaomba msaada zaidi kwa Kwale kaunti, maana hii ndio ni timu ya kwanza kabisa kuingia kwenye sele ya Kwale kaunti labda msaada ambao unataka wewe kama nahodha ni msaada gani? Maanake wengine mtu atauliza umetaka msaada upi? Tunahitaji msaada wa kulipiwa rent, tunahitaji msaada wa chakula, tunahitaji msaada mdogo mdogo. Wajua, si ni wasichana, lazima kuna vile vitu vidogo vidogo vile tunatumia. Na kwa timu yangu hii si, timu yangu inabebwa wao, ni community. Community yani, wao ni watu wenye wana majukumu yao nyumbani. Hawezi kushughulikia timu. Pia wao lazima washughulikie nyumbani, kama ni kutusaidia timu, wasaidie timu. Sasa vitu vidogo vidogo kama hivyo vya kaunti, tunafaa pia watusaidie, maana hii ndo timu ya kwanza ya kuingia NSL Kwale kaunti.